Na yule msichana mdogo kwa jina la Joanne Wamaitha, ambaye kwa mara ya kwanza alimpokea rais Barack Obama na kumpa shada la maua, alizungumza na wanahabari. Mwanahabari wetu basi ni kuambua ametuandalia taarifa ifuatayo kumhusu. Aligonga vyombo vya habari pale alipompokea rais wa Marekani Barack Obama Ijumaa wiki jana na kumkabidhi maua, kabla ya Obama kutumia muda wake kuzungumza naye kisha kupigwa picha na leo msichana Joanne Wamaitha akafungua roho yake na raha yake ya kukutana na kiongozi aliye na ya ushawishi mkubwa duniani. Joanne, alikuja na ndege ama alikuja na gari? ndege ile kuna tushanaje? So, alafu akashuka kwa ndege ule kwenda kwa ndege so alishuka kwa ndege, alafu akafanya nini? Akampatia maua, hakusita kunipata taswira ya kamila ya jinsi rais Obama alivyomkumbatia wakati wa kumpokea. Wasimamizi wa kitu cha haki za watoto kimekanusha madai kuwa mtoto Joanne Wamaitha kama ilivyoandikwa katika baadhi ya magazeti. Aidha, mtoto huyu ameeleza raha yake ya kuwa wa kwanza kuzungumza na rais wa Marekani alipozuru taifa la Kenya. Historia yake itasalia katika vitabu vya kumbukumbu vya taifa hili la Kenya. Nicolas Somboa, KTN.